Bana, siku ya juzi kumekuwa kuna story ambayo inaendelea kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii yote. Hii ni mara tu baada ya CEO wa Next Level music hapa, namzungumzia Rayvanny, kuweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, aliweza kubandika walaka ya kwamba anataka kuachilia wimbo wa singeli, lakini wimbo huu wa singeli anataka msanii yoyote wa singeli, wa singeli wao mashabiki watoe request yao Afu then Rayvanny aweze kufanya kazi pamoja na msanii huyo. So kuna dogo ambaye anafahamika kwa jina la Sajent. Yeye yeah, yeah, ni dogo ambaye ashe kufanya kazi pamoja na Mdogo Pate na mbaye asa hivi ndo hitmaker wa wimbo ambao unakwenda kwa jina la Afande ambaye amefanya pamoja na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Zuchu. So ni kwamba Mdogo Pate na Mdogo Sajent walikuwa pamoja kipindi hicho ambacho walikuwa nafanya kazi pamoja, na kuna challenge yao ambao ulikuwa ni wimbo wa Mario Salio ambao waliweza kubadilisha kuwa Singeli na ukaenda vibe kinoma noma. So, sasa hivi bana, yeye kwake mdogo Sajent ni kama vile alikuwa yupo z, kwa sababu eh, p alikuwa amepata nafasi sana kwenda kwenye mitandao ya kijamii yote, hii ni mara tu baada ya kuweza kufanya kazi na Zuchu, na waliweza kuachana kwa sababu p, yeye kwa malalamiko yake ni kwamba management ya Sajent wali walimkata jina, nikisema kwamba kumkata jina manake vile walikuwa hawamhudumi ipasavyo kama msanii. So, kwa upande wa Sergeant baada ya eh, pattern kuweza kuondoka kwake, ni kama vile partner akapata upepo mwingine mpya na kuweza kwenda viral, akawa Sergeant yupo nyuma sasa kimziki, si unanielewa? So sasa hivi bana, Rayvanny ameweza kupigiwa simu pamoja na DC Mwijaku. Mwijaku yeye ameweza kumwambia kwamba Rayvanny Ike, ngoma ambayo ya singeli wewe unataka kuitoa pamoja na msanii wa singeli, vipi kuhusiana na huyu dogo ambaye anafahamika kwa jina la Sajent? Kwa sababu naye mwenyewe ni noma sana kwenye upande mzima wa singeli. So Rayvanny yeye eh, ameweza kuconfirm kwamba akitoka huko safarini kuja Bongo basi lazima atafanya kazi pamoja na mdogo Sajent, na itakuwa ni nafasi ya ye mdogo Sajent sasa kuweza kuonekana eh, kwenda viral zaidi kwenye mitandao ya kijamii kama vile mdogo Patin ambao waliweza kupata eh, nafasi ya kuweza kufanya kazi pamoja na mwanadada Zuchu na kuweza kwenda viral na ngoma yake afande. So tutegemee eh, kibao kipya cha Rayvanny pamoja na mdogo Sajent, na sasa hivi itakuwa ni kama mapinduzi sasa kwa hawa madogo ambao wapo tunaweza kusema ni GNZ GN GN ambao wanakuja cause wao hawaogopi kabisa, na wakipata nafasi kama hii wanaitumia ipasavyo. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Make sure msho drop comment yako kwenye kunyonja comment hapo. Unagometisha kinao manoma. Until next time. Bye bye.